Unamshauri nini msomi wa sasa? Nafikiri wimbo wetu wa dia msomi ulimaliza kila kitu, lakini nitaelezea tu kidogo kwa mtu ambaye hajasikiliza mimi, mimi na, na, of course inawezekana wa support, lakini pia mimi ninachukizwa sana na watu ambao naona wanacomplain kuhusu, bana, hatuna ajira hatuna nini hatuna nini. Mi sidhani kama ni sahihi kuamini ku, kwamba mimi kupata kazi natakiwa watu fulani wanawajibike mimi kupata kazi mimi sikusoma kwa ajili ya kuisomea serikali. Kwa hiyo tunatengeneza mazingira ya kuilaumu serikali bure. Fine, umesoma, unatumia vipi elimu yako? Fursa ni nyingi. Of course unawezekana kama hauna mtaji hauna nini, lakini umejaribu kutumia mawazo yako kuyafanya kuwa pesa Shalo sana kwa nacha, mimi nimemwelewa kwa asilimia mia moja. Swali ambayo natakiwa ujiulize ni kwamba ulicho nacho kichwani sasa hivi umekitumiaje? do you think watu ambao wako mtaani wameweza kusurvive kwa sababu wana elimu? Ukitoka hapo nje ukiangalia barabarani, watu, watu ambao wameendesha magari wametumia elimu zao kupata hayo magari. Watu wote wenye biashara wametumia elimu zao kupata biashara. Tunachana na hiyo level ya juu kabisa, turudi kwenye level ya kimataifa. Elon Musk, moja kati ya tangazo lake amelitoa kwa ajili ya ajira ni kwamba anachukua mtu yeyote mwenye mwazo, mwenye idea inayohusiana na tech kwenye kampuni yake. Hajalishi umeenda darasa la kwanza la pili la tano la kumi au fu ngapi wala chuo gani wewe, kama una idea ya tech, wewe unakaribishwa kufanya kazi kwa Elon Musk kwenye kampuni yake unajua kitu gani? hiyo ni juu yako. Kama hujasoma, hiyo ni juu yako. Angalia kitu gani unaweza kufanya, pigilia hapo hapo msumali. Hakikisha umesajili kampuni yako au biashara, jifunze namna gani wajasiriamali wanaendesha biashara zao kwa usajili wa makampuni, biashara, leseni na kila kitu. Anza kufanya vitu vyako bila kuanza kusubiria mtu mwingine aje kutafutia ajira, ama wewe ukae kwenye ajira. Au mtu anakaa kwenye ajira yake ameichoka vipendi, lakini sasa ndio nimesomea, alafu kwambia kwamba kusomea hicho kitu ndio unaenda kufanya kazi ambayo unaipenda nani? Amka, take action, fanya vitu vyako.